Karibu sana na leo nimekuja kufanya video ya haraka sana ya kuonyesha namna ambavyo unaweza ukaprinti boxi lako. Mfano labda una, una, una boxi la bidhaa fulani, kwa hiyo unahitaji lipate maandishi. Kwa hiyo kuna njia sahihi sana na nzuri na ya haraka ya wewe ambao unaweza ukafanya ndio hii hapa ambayo nimekuja nikuonyeshe. Ah, kitu cha kwanza niseme kwamba kwanza kwa njia hii ambayo tunatumia ni kwamba haipo clear sana kama ambavyo ina, ina print machine. Cha kwanza aa, cha pili ni kwamba lazima uwe na vitendea kazi ambavyo vitakufanya wewe uprinti kwenye kwenye boxi. Kitu cha kwanza lazima uwe na skrini. Sisi tuna skrini yetu hii hapa kama unavyoiona, na hii ni skrini ya kwapa, tunaita kwapa kwa sababu ni ya pembeni. Sawa A, pia kama skrini ni mpya unahitajika uwe na, na hii salt tape. Sawa? Pia tuna tuna rangi rangi hapa. Hii ni rangi ya ya opaque. Opaque black unaweza ukatumia Play Store na zingine ambazo zinafaa, ila ziko nyingi sana. Mimi nimetumia hii opak kwa sababu moja kwamba sina ile nini ya ku, ya ku ya, ya kusafishia nini ya kusafishia screen, kwa hiyo nimeona nitumie hii rangi kwa sababu hii ina, inasafishwa hata kwa maji japo isafikani vizuri lakini inasafishwa kwa maji. Aa, sasa pia lazima uwe na squeegee. Sasa mimi nitatumia hii hapa ni, ni, ni kipande cha cha, cha nini ni kipande cha kanda mbili ndio nitakachokitumia leo, kama kama squeeze, sawa. Pia lazima uwe na boxi. Mimi nina boxi hizi, kwa bahati mbaya nilikuwa nimeshaanza nime print upande mmoja, kwa sababu hivi vibao navyo viwili, kwa hiyo ni kugeuza na kugeuza. Kwa hiyo huu ni upande ambao nilikuwa nimeprint wa kwanza, kwa hiyo nataka ni print na upande mwingine ili nikuonyeshe sasa namna ambavyo utaweza kuprint. Lazima uwe na boxi zenyewe, sawa. Utakachokifanya cha kwanza ni kwamba lazima ufanye nini u, i, i, i, i screen yako hii, lazima uifunge salt tape, kwa sababu hii ni nguo hii, kwa hiyo utakapokuwa unaweka rangi itaroana, nikiroana utakuta rangi itakuwa inafika hadi ukote kwa hiyo unakuta inachafuka boxi. Cha msingi ni kwamba utaweka salt tape, utaziba salt tape kwa eneo ambalo unahitaji wewe kuliziba na eneo lingine utakaolifanyia kazi unaliacha wazi sawa, nikiwa na maana hii hapa kwamba mfano mimi hapa nitaziba, nitaziba hapa upande huu, nitaziba hapa, nitaacha tu eneo dogo sana la hapa. Sawa, nitaziba hivi, nitaziba hivi, nitaziba na huku kote kwao naenda kuziba. Alafu baadaye nitakuja nikurudie, uone namna ambavyo tutakavyoanza kufanya kazi. Okay, baada ya kumaliza kukava, nimekava hapa, nimekava hapa, nimekava na upande huu. Kwa hiyo nimeacha eneo hili hapa ndio liko wazi. Kwa hiyo hili ndio eneo ambalo litakalofanya kazi, sawa. Sasa tuanze, tunachukua box letu, sawa. Box letu uliko liko hivi, tunaangalia hii, uh, hii itakaaje? Hii lazima ikae hivi, sawa. Hii lazima ikae hivi na una, unaona hiki ndio kinalalia hapa hiki ndio kinalalia hapa. Kwa hiyo sasa box yetu sisi litakaa hivi, sawa. Uhakikishe umeweka vizuri, sawa. Uhakikishe umeweka vizuri kama hivyo, na imenyooka vizuri. Kwa hiyo utakachokifanya lazima ukandamize kwenda chini, ukandamize kabisa, ukandamize halafu utaanza kuweka rangi na unapoweka usiweke rangi nyingi sana, usiweke rangi nyingi sana kidogo tu kama hivi, alafu unapitisha hivi, unakaza mkono kwa kushindilia chini, sawa. Unakaza mkono kwa kushindilia chini uhakikisha kila sehemu umepitisha rangi vizuri na umekandamiza vizuri kwenda chini, sawa. Baada ya hapo, unainua kuanzia upande mmoja kwenda upande mwingine, sawa. Unaona jinsi ilivyo, ukiangalia hapa tayari utajua kuna kuna mapungufu. Sijui mmeona mapungufu, ukiangalia hapa kuna mapungufu kwamba rangi ni ni nyingi, rangi ni nyingi, haikusomeka vizuri. Kwa sasa hadi hapo. Kwa vile ilikuwa ni test ya kwanza, lazima zitakazofuata sasa, lazima sasa uangalie namna ya kufanya ili kwamba usio unaweka rangi rangi nyingi. Kwa hiyo sasa baada ya hapo unarudi, unaenda tena unachukua nyingine unaweka. Ya kwanza tuliweka ilikuwa na rangi nyingi, kwa hiyo tuhakikishe hii hapa hatutochota rangi nyingine tena, tutatumia hii iliyoko hapa maana bado ipo ya kutosha. Afadhali kidogo hii hapa imeonekana kuliko ile ya kwanza, ilikuwa yani nani, uji ulikuwa ni mwingi, lakini hapa hii inasomeka. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo utaweza kufanya kazi ya kuprint box lako. Ukifanya hivyo, uh, baada ya hapo utachukua, kama kuna jua utaweka juani, lakini kama hamna jua utaweka tu sehemu ya baridi. Rangi baadaye itakuja kukauka, na bahati nzuri kama utumii rangi nyingi sana inawahi kukauka haraka. Kwa hiyo ukisha kauka unageuza tena upande mwingine. Kwa hiyo ukigeuza upande mwingine kama huu hapa, sawa, wacha nishikilie huu hapa kwa juu juu ili ni, nifanye ni hii, sijui kama itawezekana, ya itawezekana nikuonyeshe pande mbili. Baadaye unageuza upande huu, unahakikisha skrini yako imekaa vizuri. Sawa, unahakikisha skrini yako imekaa vizuri, japo hapa tutakosea sasa hivi kwa maana nimelazimisha kitu ambacho sicho takiwa. Kwanza ikauke, kisha ndo unarudia. Sawa, inakuwa hivyo. Kwa hiyo sasa unakuwa umemaliza upande huu, umemaliza hapa na umemaliza hapa. Kwao boksi lako wewe linakuwa liko hivi. Ngoja nikukunjie, niku uliona, kwao boksi lako litakuwa hivi. Sawa, hivi hivi hivi, sawa. Kwa hiyo iko hivyo. Sasa kuna sehemu, wacha tuendelee. Okay tunaendelea, sawa. Kwao hapo uhakikishe uhakikishe unalengesha una, una, vizuri boxi lako, ili uhakikishe imekaa kati kabisa vizuri. Baada ya hapo, unaweka rangi kama nilivyokuambia, rangi kidogo tu, usije ukaweka nyingi, maana ukiweka nyingi ndio ile kwamba unakuta haionekani. Lakini kingine hakikisha umekandamiza hii skrini kwenye nini, kwenye boxi Sawa, hakikisha screen imekandamizwa kwenye box, na hakikisha pia, unapofanya hivi, pia unakandamiza ili kwamba iandike vizuri hivyo. Yani kama unavyoona inatoka, kama unavyoona inatoka quality kabisa, kwa sababu umekandamiza vizuri na pia imeshika vizuri. Kwa hiyo unatoa hiyo unaendelea hivyo hivyo. Okay, nilikuwa sijakuambia hiki kitu ni kwamba unaona kwa vile skrini ni, ni ziko mbili tofauti, kuna hii na hii sawa. Kwa, kwa vile skrini ziko kwamba kuna hii hii ya, ya maandishi makubwa na hii hapa hii yani, ya, kubwa na hii ndogo. Sasa kiwalali kabisa hii skrini zitakiwa ziwe zote hivi zote, yani iwe moja kutoka huku hadi huku, ili kwamba ukipachika na squeeze huku una squeeze na hii vyote kwa pamoja lakini kwa vile ni moja moja, ni kwamba unaanza huku kisha unamalizia huku. Sasa uhakikishe unapoweka unapo unapobandika hii uangalie, maandishi yameenda yameenda upande upi. Hiko ni kitu unatakiwa uwe unakiangalia kila muda, kwamba maandishi yameenda upande upi. Maandishi ya kwa hii, hii, maandishi yameenda hivi hivi. Hata unapoweka hii hii unahakikisha unahakikisha unapopachika hii mfano hivi unahakikisha maandishi yameenda yameenda upande huu wa juu tofauti. So, na hapo utakuwa kwamba cha, cha hapo maandishi makubwa yameenda huku na maandishi madogo yamegeukia huku, ambao ni kitu ambacho itakuwa ni pro, un, unprofessional sawa. Itaonekana kama janja janja sana imetumika eh, kwamba watu hawakuwa makini, na ni kweli, ni umakini haupo. Kwa hiyo ni lazima uhakikishe maandishi yametembea ya kwenda huku. Na mtu labda anaweza kajiuliza, sasa nitajuaje kama nitaongezaje rangi? Unaongeza rangi kuangalia maandishi yanavyotoka. Kama hapa hivi maandishi yamefifia, kwa hapa lazima uongeze rangi, na unapoongeza rangi usiweke rangi nyingi, hapana, weka kidogo tu. Na ni kweli lazima kwa mara ya kwanza, unapoweka rangi kwa mara ya kwanza kwenye skrini mpya, lazima rangi itajaa nyingi hivi, ili kwamba eh, matundu yote yajizibe kwanza, alafu baadaye no unaanza sasa kurekebisha rangi, na matundu yatakuwa yameshaziba baadaye. Uh, maandishi yako yataonekana vizuri. Kwa hiyo ni hivyo, lazima uangalie. Mfano hii hapa, hii hapa imeenda ime, ime ime, ime, ime hivi. Kwa hiyo screen hapa na mimi lazima niigeuze hivi sawa. Screen, lazima niigeuze hivi ili kwamba hii iangalie na yenyewe iangalie juu hapa. nitaongeza rangi kidogo. kama unavyoona kazi iko vizuri sana na hivi ndivyo unavyoweza kufanya kila kila kila nini kila box lako kila box lako kila box lako, lako. Hii ni screen lakini kuna, kuna, kuna box ambayo inatengenezwa na mashine sawa, eh? na hii screen pia unaweza kufanya rangi mbili, kama unahitaji rangi mbili hadi tatu wengine wanafanya, lakini pia unaweza kufanya hii nyeusi kama nyeusi, kwa sababu asilimia nyingi zinakuwa ni nyeusi. Kwa nini? unaweza kufanya nyeusi kama nyeusi, lakini pia unaweza kufanya rangi mbili na pia unaweza ukapeleka kwenye mashine wakufanyia kwa mashine, kama unahitaji vitu vya namna hiyo sawa. Nitaka tu nikuonyeshe hivyo. Kwa hiyo nadhani tutaendelea kwenye mambo ya kuprinti, tutaendelea na mambo mengine, labda nitakuonyesha namna ambavyo unaweza ukatengeneza skrini, uh, namna ambavyo labda unaweza uh, ukaprinti kwenye nguo. Kwa hiyo nitakuja nikuonyeshe kwa, nita kwa baadaye. Kwa leo tuishie hapa, karibu sana.